Kambarage Nyerere aliyejitambulisha ulimwenguni kama Mwalimu, anasimama kama miongoni mwa watu wanaoheshimika zaidi barani Afrika. Ni mwanasiasa na mwanamajumuhi wa Kiafrika aliyeishi maisha ya unyenyekevu yasiyo na anasa, mwanaharakati wa kupinga ukoloni na mwanafalsafa wa siasa aliyeiongoza Tanganyika na baadaye Tanzania. Alikuwa mwasisi wa fikra za ujamaa, mtetezi wa haki za binadamu, aliamini zaidi katika utumishi wa watu kuliko mamlaka. Nyerere alitambuliwa kama baba wa taifa kutokana na nafasi yake muhimu katika kuanzishwa kwa taifa la Tanzania. Ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita? Jibu litoke ndani ya roho yako. Hapana, hapa tu kwamba ndiyo anaweza. Julius Kambarage Nyerere alizaliwa Aprili 13 mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na mbili, katika kijiji cha Butiama wilayani Msoma mkoani Mara. Baba yake alikuwa Chifu Nyerere Burito wa kabila dogo la Wazanaki na mama yake alikuwa Mgaya wa Nyang'ombe na alikuwa miongoni mwa watoto 26 wa chifu huyo. Nyerere alianza shule akiwa na umri wa miaka kumi na mbili. Alipata elimu yake katika shule ya sekondari Tabora na baadaye chuo kikuu cha Makerere, Kampala, Uganda. Mbali na elimu ya dunia, Nyerere pia amesomea masomo ya dini, kisha akawa Mtanganyika wa kwanza kusoma katika chuo kikuu cha Edinburgh huko Scotland na kuhitimu shahada ya umahiri katika historia na uchumi mnamo mwaka 1952. Aliporudi Tanganyika, alifanya kazi ya ualimu ambapo alipata jina la mwalimu na kulipa hadhi na heshima. Mwaka 1954 Mwalimu Nyerere alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa chama cha Tanganyika African National Union yani TANU na alichaguliwa kuwa rais wa chama hicho. Tulipoanzisha chama cha TANU, shabaha yake wanaambia mwalimu, tunaomba serikali ikusanye kodi, hilo tu, hilo tu, hatuombi serikali itulinde, ilinde viwanda vyetu kwa namna nyingine yoyote isipokuwa ikusanye kodi. Basi kupitia TANU aliongoza kampeni za kupigania uhuru wa Tanganyika kutoka kwa miliki ya Uingereza. Akivutiwa na mwanaharakati wa uhuru wa India mahatma Gandhi, Nyerere alihubiri maandamano yasiyo na vurugu kufikia lengo hilo. Mwaka elfu moja mia tisa na sitini TANU ilishinda uchaguzi mkuu na Nyerere akawa waziri mkuu wa Tanganyika. Disemba 9 mwaka 1961, Tanganyika ilipata uhuru na mwaka 1962 Tanganyika ikawa jamhuri na Nyerere akachaguliwa kuwa rais wa kwanza. Tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964, Tanganyika iliungana na Zanzibar kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Nyerere akawa rais wa kwanza. Nyerere aliongoza Tanzania kuanzia mwaka 1964 hadi kustaafu kwake kwa hiari mwaka 1985. Aliongoza kwa misingi ya itikadi ya ujamaa na kujitegemea ambayo ilianzishwa kupitia Azimio la Arusha mwaka 1967. Watakao nihukumu ni, ni wananchi, kama nina uwezo au sina uwezo. Hivi sasa hivi niko hapa na waelezeni jinsi ya kuwahukumu wenye uwezo na wasiokuwa na uwezo <laughs> lakini sisemi sisemi hawana haki, sisemi hawana haki, nasema wana uwezo lakini haki wana Falsafa ya ujamaa iliegemea kwenye maadili ya jadi ya Kiafrika ikisisitiza usawa, umoja na kushirikiana. Alijitahidi kujenga nchi yenye misingi ya kijamaa ambapo watu wake wangekuwa huru na wenye uwezo wa kuamua mambo yao wenyewe. Na katika utawala wake Nyerere alijenga umoja wa kitaifa nchini Tanzania, alifanikiwa kuunganisha makabila zaidi ya 120 kwa kutumia Kiswahili kuwa lugha ya taifa pia alichangia kwa kiasi kikubwa harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika akitoa msaada wa vyama kama ZANU PF Zimbabwe, ANC na PAC vya Afrika Kusini, SWAPO cha Namibia, MPLA cha Angola na Frerimo cha Msumbiji by i artai mawazo yote anakuwa mtihania. Sasa walimu nyinyi, mkiendelea namna ile ile ni walimu wa kutayarisha watu kufanya mtihani, mtakuwa walimu wa kikoloni kabisa. Nyerere alijulikana kwa kuto kujilimbikizia mali na kuacha madaraka kwa hiari akiwa mmoja wa viongozi wa chache wa Afrika kufanya hivyo. Alipostaafu uraisi mwaka 1985, mwalimu Nyerere alirudi kuishi katika kijiji chake cha Butiama, ambapo aliendelea na shughuli zake za kilimo. Hata baada ya kustaafu aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania na alijishughulisha na masuala ya kimataifa, ikiwemo kuwa mpatanishi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi. Na kisikitika kuwatangazia kwamba mpendwa wetu Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mwalimu ameaga dunia hii leo saa nne na nusu asubuhi saa za Tanzania, katika hospitali ya Mtakatifu Thomas mjini London ambako alikuwa amelazwa akipata matibabu ya kansa ya damu tangu Septemba 24 mwaka huu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifariki tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 mjini London, nchini Uingereza alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Santi Thomas. Madaktari walieleza kuwa kifo chake kilitokana na ugonjwa wa saratani ya damu. Alizikwa katika kijiji chake cha Butiama tarehe 23 Oktoba mwaka 1999. Aliacha mjane wake Maria Nyerere na watoto saba. Mwalimu Nyerere anakumbukwa kama kiongozi mwenye kanuni, mmoja wa waasisi wa umoja wa, wa Afrika na mwanasiasa aliyefanya kazi kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya maendeleo ya nchi yake, Afrika na dunia kwa ujumla. Vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura. Eh, ni vizuri kukumbushana hivi kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi wako viongozi. Wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama, "Wananchi, tuchagueni kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa kadhaa kadhaa, hoja na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona namu hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo wanatumia njia mbalimbali mbali na moja inaweza ikawa ukabila na nyingine inaweza ikawa dini, kutafuta uongozi kwa kutumia. Ya dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Mimi ni Fatma Mlali, UFM FM.